Kabla hujanunua dawa ya meno fahamu mambo yafuatayo. Dawa ya meno ni bidhaa ya kisayansi inayotumiwa pamoja na mswaki kusafisha na kudumisha uzuri na afya ya kinywa na meno. Pia dawa ya meno hutengenezwa na kemikali mbalimbali -mbali, sabuni, madini ya fluoride na rangi. Pia dawa inasaidia kuondoa harufu mbaya, mabaki ya chakula katikati yake, pamoja na kuacha kinga ya fluoride dhidi ya kukinga meno na ufizi. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usafi unategemea zaidi na matumizi ya mswaki yenyewe kuliko dawa hiyo. Pia dawa ya meno haitakiwi kumezwa kutokana na fluoride iliyomo. Ikimezwa kidogo si hatari sana, lakini kama ni kiasi kikubwa, ni lazima kuomba msaada wa daktari. Najua watu wote tunatumia dawa ya meno kila siku wakati tunapiga mswaki, si ndio eh? Lakini je, umeshawahi kuchunguza rangi zilizopo kwenye dawa ya meno na zina maana gani? Watu wengi hatujui zina maana gani. Hapa nipo nazungumzia dawa yoyote ile ya mswaki, kuanzia Colgate, White Dent, Vigor na kadhalika. Hiki ninachokuambia hapa, najua hujawahi kuambiwa mahali popote pale, tokea ununue dawa ya meno, lakini leo ninakujuza kwamba ukichukua dawa ya meno kule chini, kule kwenye mkia pembeni au katikati, kunakuwaga na rangi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna kijani, kuna bluu, kuna nyeusi, kuna nyekundu na kadhalika. Hizo rangi sio kwa ajili ya kupamba kisanduku cha dawa no, kina maana yake. Sasa fahamu mambo yafuatayo: green, kijani. Ukiona hii rangi jua, kila kitu kilichotengenezwa hapo kwenye hiyo dawa ni natural, ni asilia. Ukiona bluu, ujue kwamba dawa yako imetengenezwa kwa kutumia vitu vya asilia pamoja na dawa. Lakini pia ukiona rangi nyekundu red, hii ni rangi inayoonyesha kilichopo ndani kimeundwa kwa kutumia mifumo ya asilia pamoja na kemikali. Na ukiona rangi nyeusi, jua kwamba dawa yako hiyo imetengenezwa na kemikali tupu. Kwa hiyo kabla hujanunua dawa dukani ya meno, ni muhimu kufahamu mambo haya ili kuweza kuwa salama, kwani ni muhimu kutumia dawa ya meno yenye nembo ya kijani chini au ya bluu ili kuimarisha afya ya fizi na meno yako kwa ujumla. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, hakikisha una subscribe una like na kukoment ili usipitwe na video nzuri zijazo.